E, jina langu mimi naitwa Aaron Shengo Makiromba. E, ni mzaliwa wa Manispaa ya Bukoba katika mkoa wa Kagera. E, ni kijana ambaye e, ni mtaalamu katika masuala ya siasa na uongozi wa umma. Kwa mimi toka nilipoingia Chadema nilijua kuna udhaifu mahali fulani. Kwanza tu nikahitaji kabla ya kudai mabadiliko ya nje external changes. Let us start with internal. Lazima tuanze na mabadiliko ya ndani. Niliona chama chetu kina mifumo, chama nilicho kuwepo, kwamba kina mifumo ambayo haikuwa mizuri kutufikisha katika lengo tulilo kwa tukikusudia. Kwa hiyo nikaanza vuguvugu, na mimi nilikuwa ni Timu Lissu kwani ukweli kabisa, na si kwamba nilikuwa nafanya kinafiki au nini, nilikuwa nimedhamiria, na kweli lengo lilifikia na likatimia. Sasa leo watu wanasema kwa nini hatujashiriki uchaguzi, kwa nini hatukushiriki uchaguzi na nini? Ni kweli tulisimamia mabadiliko ya mambo kadha wa kadha ambayo tulikuwa tunayadai na tunahitaji, lakini tufahamu, unapodai sisi ni taasisi. Nchi hii ina taasisi nyingi sana ina, ina mashirika ya kiserikali, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali asasi za kiraia, azaki. Eh? ina, ina institution mbalimbali Chadema ni miongoni mwa taasisi, kama ilivyo taasisi za kidini tena ambazo hizo kubwa kabisa. Taasisi za, hizi za, za. za, za. E, za mashirika ya kiserikali haki za binadamu, hawa Human Rights Watch na wengine, lakini pia mimi nilishinikiza nikiamini kwamba yamkini e, through, e, through pressuring pressurizing CCM inaweza kukubali. Sasa CCM na serikali hawajakubali, je kama hawajakubali na mimi niendelee kugota? Kama hawajakubali lazima maisha yaendelee. Tena bahati nzuri, mimi CCM chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan hili limenishawishi kwa asilimia kubwa sana kwamba baada ya kuona ameeleza vizuri katika ilani ya Chama Cha Mapinduzi ishirini ishirini na tano kwamba kutakuwa na urejeshwaji wa mchakato wa uundwaji wa katiba mpya. Manake ni nini? Ukiangalia madai yote ya Chadema tulikuwa tunayadai, yalikuwa ni madai ya kikatiba zaidi na lazima ili uweze kuyafikia ile mataka tulikuwa tunayadai sisi kama Chadema pawepo na amendment of constitution. Pawepo na reforms katika eh, constitution yetu ya, ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tayari Chama cha Mapinduzi kaja na njia mbadala kwamba kuliko kufanya robo robo. Leo tufanye hiki, kesho kitazuka hiki, kesho kuto kitazuka hiki, it is better tukarudisha mchakato mzima wa uhuishwaji wa katiba mpya ili tuweze kusonga mbele tukiwa na full full package. Sasa nikaona madai yangu na nguvu ya msukumo madai yangu unajibiwa una katika namna ambayo ni ya taratibu, lakini kwa uhakika, sasa kuliko kutumia nguvu kubwa kurazimisha, niliona ina sababu ya msingi. Leo serikali inahitaji ina kulinda amani ya nchi inahitaji, na mjue nchi nyingi sana zinavurugika katika wakati wa uchaguzi, lakini mkumbuke pia uchaguzi hutumia budget kubwa sana kama kuna vitu vinagharimu nchi ama taifa lolote duniani huwa ni, ni, vita na uchaguzi. Majanga mengine kama njaa na vitu vingine huwa vipo, lakini maja, mambo mawili, jambo la uchaguzi, jambo la kivita, ni mambo ambayo huwa yanagharimu sana nchi. Sasa katika nchi yetu tumeishi na amani kwa miaka mingi sana. Sawa, watu wengine wanaweza wakasema huyu ameanza wa kuongea kichawa chawa na uchawa, lakini my dear, anayeelewa msingi wa amani na umuhimu wake nini wala sio habari ya uchawi. Tunazungumza mambo ya msingi. Kulinda amani ya nchi ni jukumu la kila mmoja na ni la msingi, kwa sababu ikishavurugika amani utaharibu mifumo yote ya kiraia, mifumo yote ya utoaji wa haki, mambo yote yanayotakiwa kwenda katika utaratibu tayaribu hata watu kufanya ibada, kwenda msikitini, kwenda kanisani, hakuna kitakachofanyika. Watu kwenda masokoni, watu kwenda katika maeneo kuendelea shughuli zao za kawaida, hakuna kitakachofanyika. Kila mmoja atajitahidi kukinga na kuilinda nafsi yake. yeah. For instance, Chadema si lazima washiriki uchaguzi wa 2025. Sio lazima. Uchaguzi, zipo chaguzi nyingi sana. Kama uchaguzi huu ni no reforms, no election na reforms hazijafanyika, no waache wenye uhitaji na utayari wa kuendelea na mchakato wa uchaguzi wafanye bila wao kuabugu hivyo. Hilo ndilo nilikuwa napinga. Na mimi niliyekuwa katibu wa baraza la vijana ndio nilikuwa nasimamia kwamba sisi tayari tumesema uchaguzi tukiingia watu wetu watakufa lakini tukiendelea kushinikiza madai yetu ya uchaguzi na tayari mchakato wa uchaguzi ushafikia hizi hatua, tutakuwa hatujafanya lolote. Tutafanya matokeo yale yale ambayo tulikuwa tunayakwepa. So it is better, tukaacha wanaoendelea na mchakato endelee nao. Mwisho wa siku, 2030 ipo karibuni, 2029 ipo karibuni na, na, na mabadiliko yatafanyika. Kwa hiyo ni swala la kuwa na resilience. Resilience ni muhimu sana kwa viongozi na taasisi. Kwa mimi jinsi walivyojibu mahitaji yangu kupitia ilani na jinsi nilivyoona uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza ifahamike, hakuna chama cha kushika dola tofauti na sisi. Kushika dola sio jambo jepesi kama watu wanavyofikiria. Kushika dola ni mipango, ni mkakati vizuri, ni kujidhatiti, ni kuweka misingi, yaani kuongoza to, to get a a, power it is not a, a simple thing sio kitu rahisi. Vyama vingi vimeanzishwa toka mfumo toka mfumo wa vyama vingi wengie 92 after introduction of multipartyism in 1992, first general election ilikuwa ni 1995 mpaka leo haijawahi kutokea hata ikatokea kwamba tumepata labda wapinzani wamepata nusu ya wabunge wa wasu, Chama Cha Mapinduzi. Hii inakupa picha kwamba kushika nchi kwenda kuongoza unahitaji uzoefu, umakini na vitu vya mzee. Kwa hiyo CCM, na hili nimeliona kwa sababu mimi na, mimi ninachoongea na wewe. Jambo hili ninaloongea na wewe liko wazi. Nimejitahidi kwa kila mbinu, kwa akili zangu, kwa maarifa yangu kuwekeza kuhakikisha ni namna gani tuingoe CCM hata ngazi za kawaida. Imekuwa ni changamoto kwa sababu kwa sababu CCM imejidhatiti na imejipanga na kanuni ya maisha iko hivi ukishindwa kupigana naye akikupiga ungana naye sasa kwa nini nitumie nguvu kubwa katika hili mimi nimeamua niungane nao wamenishinda kila idara na mimi nitumie akili yangu maarifa yangu na nguvu zangu niwekeze pale ambapo papo hata Biblia inasema aliyenacha atafanyaje ataongezewa yule yule hata asiye kuepo nacho hata kila anachodhania kuwa nacho, nacho. atanyang'anywa nitapambana kuhakikisha vijana wanaelewa ni nini kinacho Acha acha wenye mihemuko. Mimi siwezi nikaendelea eh, eh, kujadili kujadili na mtu ambaye hajaelewa ni nini anachokihitaji. Lazima mimi niendane na vijana ambao wana utayari na wako tayari kusonga mbele zaidi.